E, bwana, karibu sana katika mwendelezo wa taarifa zetu. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Mwananchi Digital ambaye tunakuletea taarifa mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Leo Septemba 28 mwaka 2025, tumekuletea habari mbaya kidogo kutoka Moshi. Ajali mbaya ya barabarani imesababisha vifo vya watu watatu na kujeruhi wengine sita waliokuwa wakirejea kutoka kwenye sherehe ya harusi mkoani Tanga. Ajali hiyo imetokea mapema leo alfajiri ya Septemba 28 katika eneo la njia panda wilaya ya Moshi. Gari dogo aina ya Noah lilikuwa likisafiri kutoka Korogwe Tanga liligongana uso kwa uso na lori lililokuwa linatoka Arusha kuelekea mkoani Tanga. Kwa masikitiko makubwa, watu watatu wamethibitishwa kufariki dunia. Miongoni mwao ni dereva wa Noah Samwel Nyerembe mwenye umri wa miaka 44, pamoja na Rebeka Tarimo mwenye umri wa, mwenye umri wa miaka 29 na Farida Mazimu mwenye umri wa miaka 40, wote hawa wakiwa ni wakazi wa Bonite na Soweto. Majeruhi sita wametajwa kuwa ni Asia Lyimo mwenye umri wa miaka 36, Zainab Lyimo mwenye umri wa miaka 38, Salome Oisso mwenye umri wa miaka 36 na watoto wawili ambao ni Narahat Emmanuel mwenye umri wa miezi saba na Maira Lyimo mwenye umri wa miezi tisa wote hawa walikuwa ndani ya gari dogo aina ya Noa. Mkuu wa wilaya Moshi, Godfrey Mnzava amesema chanzo cha ajali hiyo ni mwendo kasi. Dereva wa Noa alishindwa kulimudu gari lake na hivyo kupelekea kugongana uso kwa uso. Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba uzembe wa dereva, hasa kutoheshimu sherehe za barabarani, ndiyo uliochangia ajali hiyo mbaya. Mkuu wa wilaya ametoa wito kwa madereva wote nchini kuzingatia sheria za usalama barabarani. Pia ametoa pole kwa familia zilizopoteza upindo wao na kuombea majeruhi kupona haraka. Kwa upande wake, mwenyekiti wa CCM kata ya Kindi Juma Mwisi, yeye amesema kuwa walopata ajali walikuwa wakitoka katika sherehe ya harusi mkoani Tanga na walikuwa wakielekea Moshi. Asante sana kwa taimu yako. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kutufuatilia kupitia platfomu zetu mbalimbali, ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Baki nasi.